maisha yetu anayekuletea neno la Mungu na maombi ni mimi mtumishi wa Mungu. Jina langu naitwa Christian Mwabukusi wa Huduma ya Madhabahu ya Kristo. Tunaendelea kutafakari neno la Mungu lakini pia na kuomba. Na katika kipindi hiki natamani niombe maombi kwa muda mrefu kwa habari ya taifa letu, katika kipindi hiki ambacho tuko katika majira ambayo yanatakiwa kusimamisha serikali kwa kupitia njia ya kura za wananchi, na nimekuwa nikisisitiza kwa habari ya sisi kuomba kumwomba Mungu Baba atusaidie katika kipindi hiki. Nilitumia ule mstari wa Marko sura ya tatu mstari wa 24 na 25 ya kwamba ufalme ukifitinika hauwezi kusimama na nyumba ikifitinika haiwezi kusimama. Lakini siku ya leo natamani nitumie kitabu cha Timoteo, waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timoteo, ile sura ya pili mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa tano. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timoteo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tano: basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sara na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu, kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu, Kristo Yesu. Kwa hiyo tunamtumia Yesu Kristo, eh, katika maombi haya kwa hiyo ninapenda kuweka tu mazingira ya, ya maombi na tutatumia tutatumia tutamtumia Yesu. Nilisema katika kipindi kilichopita kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tano mstari wa thelathini na thelathini na moja. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Yesu Kristo ametuletea toba na msamaha wa dhambi kwao, tunamtumia tuna Yesu katika kumwomba Mungu tunatumia damu yake, na mahali popote ambapo Tanzania yetu imekwama, tunamwomba Mungu Baba Tanzania ikwamuliwe kutoka hapo. Mahali popote ambapo tumekwama, tunatumia nguvu ya msalaba kutoka mahali hapo. Kwenye kile kitabu cha e, Waebrania sura ya tisa mstari wa ishirini na mbili na katika torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo karibu vitu vyote husafishwa kwa damu na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo kwao. Tuna tunaimwaga damu ya Yesu katika taifa hili, ituondoe mahali tulipokwama kiroho, mahali tulipokwama kiuchumi, mahali tulipokwama kisiasa, mahali tulipokwama kwenye siasa, pale huwa anaweka kijamii, mahali tulipokwama kimwili, tunamwomba Mungu Baba, hiyo damu yake Yesu, damu yake Yesu itutoe kwenye shimo. Eh, itutowe kwenye shimo. Kuna mahali anasema kwenye Zekaria ya kwamba kwenye ile Zekaria sura ya tisa, Zekaria sura ya tisa mstari wa kumi na moja Zekaria sura ya tisa mstari wa kumi na moja. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Kwa habari zako wewe Yesu kwa sababu ya damu ya agano lako kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilokuwa na maji. Tunataka Mungu Baba atutoe kwenye shimo katika Tanzania, hili shimo ambalo tumetumbukia. Lakini pia ukienda kwenye Isaya 42:22. Isaya 42:22. anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoae, wamekuwa mateka wala hapana semae rudisha. Mungu hana dini, Mungu hana dhehebu, Mungu sio Mkristo, Mungu sio Mwislamu, Mungu hana dhehebu lolote, hana dini, hana imani, hana upande. Kwa hiyo ndio maana ana interest kwa kila mtu anayemjua na asiyemjua, anayemwamini na asiyemwamini, anayemwabudu na asiyemwabudu ndio maana tunatakiwa kuomba, lakini tunaomba kwa, ku, kwa kuangalia pale msalabani kilichofanyika. Unaona kilichofanyika kwa sisi wa Kristo, kwa sisi wa Kristo, imani ndio kipaumbele. Imani, imani. Nikiwa namwamini Yesu aliyesulubiwa, mimi nakuwa nimesulubiwa. Ikiwa ninamwamini Yesu aliyewahi kukufa, mimi nakuwa nimekufa. Ikiwa namwamini Yesu aliyezikwa mimi nakuwa nishazikwa nikiwa namwamini Yesu aliyefufuka mimi nakuwa nimfufuka. Nikiwa namwamini Yesu aliyepaa mbinguni mimi nakuwa nimepaa mbinguni. Kwa hiyo imani inani qualify. Na kwenye uchawi, wachawi wanajua hiyo. Wachawi wanafanya hivi, wanaweza kakuacha usome darasa la kwanza, we ni wa kwanza, darasa la pili, we wa kwanza, darasa la tatu, we wa kwanza, darasa la nne, we wa kwanza unafika darasa la saba wanachukua ile akili yako na ile performance. Unapoenda kwenye mtihani wa Form 4, kuna kitu wanafanya wanavuta, kwa kutumia nguvu ya uchawi kubwa sana, wanavuta kila kitu ulichokifanyia kazi kuanzia darasa kwanza mpaka darasa la saba wanavuta ile. Kwa hiyo mtihani, matokeo yanapotoka unashangaa wewe umepata division 3, yule ambaye alikuwa hafaulu amepata division one. Inawezekana na inaruhusiwa. Mungu alisema, shika sana ulicho nacho asije mtu akaitoa taji yako. Kuna ibada za kichawi za namna hiyo. Kwa dhana hiyo hiyo, ndio maana mimi sio mimi niliyekufa msalabani, kwa kwa asili yangu, lakini kwa kumwamini Yesu aliyekufa msalabani, mimi nakuwa ni mtu aliyekufa msalabani kwa ukiniangalia mimi unaona kabisa makovu ya Yesu. Ndio maana Paulo anasema mtu asinitaabishe, ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu, ninachukua alama za mateso yake. Anasema nataka nimjue yeye na uweza wa kufa kwake ili nipate kufanana naye. Alikuwa na mtafakari Yesu sana, unapo mtafakari Yesu sana, unabadilishwa kufanana na Yesu. Haleluya kwao na kwenye maombi haya tunapoomba inakuwa ni, ni kwamba mimi nakuwa Yesu ninayeombea Tanzania. Kwa hiyo mimi, kwa sababu namwamini Yesu sana, mimi mwenyewe ndio Yesu mwenyewe. Kwa hiyo taswira yangu mimi ni Yesu. Kwa sababu gani? Niko ndani yake, ye yumo ndani yangu. Alisema ulai mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Kwa hiyo mimi ninapoombea Tanzania, mimi unayeniona ndio Yesu mwenyewe, ndio Kristo mwenyewe. Ndio namna ya kuomba, namna hiyo kwa tunapokuja kuaplai damu ya Yesu, kuna milango mingi Tanzania. Kuna mlango wa kilimo, kuna mlango wa biashara, kuna mlango wa uvuvi, kuna mlango wa ufugaji, kuna, kuna, kuna mlango wa siasa, kuna mlango wa dini, kuna mlango wa uchimbaji wa madini, kuna mlango wa elimu, kuna mlango wa sayansi na teknolojia, kuna milango mingi, kuna mlango wa diplomasia katika taifa la Tanzania. Hizo zote ni fursa. Sasa tunataka damu ya Yesu iende kwenye milango yote ya Tanzania na ile milango inao connect Tanzania na kuzimu tunaifunika kwa damu ya Yesu. Yesu alisema, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitaliweza. Kwa hiyo kwa jina la Yesu ndio nataka tuingie kwenye maombi hayo. Lakini ukumbuke, tunapoomba tunaomba kwa ajili ya taifa zima. Eh, tunaomba kwa ajili ya taifa zima. Tunaombea lango hili la siasa, kwa sababu lango la siasa linavuruga mambo mengi sana. Wanasiasa wana uwezo wa kuvuruga nchi hii, wana uwezo wa kuvuruga kwa sababu wao ndio wamepewa dhamana ya kuingia mikataba kwa niaba yetu. Kwa hiyo wanaweza kaingia mkataba wowote bila kujali, na wao si binadamu tu, wana unyonge wao, wanaingia bila kujali, lakini wanaweza kaingia kwa sababu ya ubinafsi. Wana ubinafsi wao ndani ya mioyo yao, bado wana ubinafsi, selfish attitude wana, wana wana wana selfish attitude, ni binadamu unaona. Kwa hiyo ni muhimu tukaomba kwamba mioyo minyonge iliyoko Tanzania, mioyo yoyote minyonge isipewe madaraka. mioyo yoyote ya, ya, ya kuna mahali Mungu Baba alisema kwamba lisiwepo shina la uchungu katikati yenu, shina la uchungu lisiwepo ndani yetu shina la uchungu lisiwepo kwenye, kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo hayo ndio maombi ambayo tunaenda kuomba lakini tunatumia damu ya Yesu. Tunamtukuza Yesu. Tunatukuza sadaka aliyoitoa Mungu, sadaka iliyo sahihi, sadaka iliyo safi. Mungu amemtoa Yesu lakini pia anapotuondolea makosa, tunataka Tanzania ipatanishwe na utajiri wake. Katika kipindi kinachokuja tutaombea mafanikio na ustawi wa Tanzania, lakini sasa hivi tunaombea toba kwenye milango yote ambayo tumeiacha wazi. Kuna milango ya Tanzania imebomoka eh, kuna milango imebomoka ya kuingilia Tanzania. Tanzania ina milango mingapi? ina milango kumi na mbili. Tanzania ina milango kumi na mbili. Eh, ufunuo wa Yohana, ile sura ya ishirini na moja ishirini na moja mstari wa kumi na mbili ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango kumi na miwili na katika ile milango malaika kumi na wawili na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila kumi na mbili za Waisraeli. Tanzania ina milango kumi na mbili. Mlango wa kwanza unaitwa Januari, mlango wa pili unaitwa Februari, mlango wa tatu unaitwa Machi, mlango wa nne Aprili, wa tano Mei, wa sita Juni, wa saba Julai, wa nane Agosti, wa tisa Septemba, wa kumi Oktoba, wa kumi na moja Novemba, wa kumi na mbili Desemba. Tanzania ina milango kumi na mbili. Na katika hiyo milango kuna vimilango vidogo vidogo vingi ndani ya huo mlango. Katika, katika kwa hiyo katika mlango wa, wa, Januari kuna milango mingine ndani yake 31. Tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu yoyote ni milango, milango ya majira. Mwezi wa pili una siku ama 28 ama 29. Nayo vimilango vyake vidogo vidogo, na ukiendea na ukiendea ukiendea. Kwa hiyo tunapoomba kwa, kwa kutumia damu ya Yesu katika taifa hili, tunataka milango yote. Huenda mlango wa Januari ni biashara, mlango wa Februari ni siasa, mlango wa, wa, wa Machi labda ni, ni dini, mlango wa, wa, wa April labda ni majeshi, mlango wa Mei labda ni, ni, ni, ni uchumi mlango wa, wa, wa, wa Juni na kuendelea. Kwa hiyo kila mlango, kila majira yana kusudi lake, kwa sababu siku ya kwanza Mungu aliumba kitu fulani, siku ya pili Mungu akaumba kitu kingine, siku ya, sasa hiyo yote ilikuwa ni milango iliyoingiza katika uumbaji vitu fulani. Na sisi pia tuna milango 12, tuna miezi 12, tuna milango 12, na ndani ya hiyo miezi kuna tarehe tofauti. Nguo niliyovaa jana sio niliyovaa leo. Chakula nilichokula jana sio nilichokula leo. Safari nilizoenda jana sio nilizoenda leo. Na hela nilizopata jana sio nilizopata leo. Kwa kila mlango una mawimbi yake, kuna vibration, kuna energy zake. Kwa hiyo kuna tarehe unaweza kuwa umeamka una furaha, kuna siku unaamka una huzuni. Eh? Kwa hiyo tunatakiwa kuombea Tanzania katika milango yote. Tunaiombea katika milango ya majira. Ukiangalia picha za marais wa Tanzania, rais wa kwanza ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wa pili, Ali Hassan Mwinyi. Watatu Benjamin Mkapa, wanne Jakaya Mlicho Kikwete, watano Magufuli, wa sita Samia. Sasa huyo wa saba huyo huyo wa saba saba, hicho kichwa cha saba kinachotakiwa kumaliza hiyo cycle, tunatakiwa kufanya maombi sana. Hicho kichwa cha saba tunatakiwa kufanya maombi sana. Kwa hiyo tunatakiwa kumwomba Mungu, na ndio maana kumekuwa na, na crisis, kwa sababu kwenye cycle ya ulimwengu wa roho huyo atakaye shika kipindi hiki anatakiwa awe namna fulani <laughs> anatakiwa awe namna fulani. Kwa sasa huyo wa saba, kwa sasa hiyo ya sita kwenda saba, hapo hapo kuna kuna kuna kunahitajika maombi na, na, na high level, high level, eh, revelation ya, ya namna ya kufanya, ya ya namna ya kufanya ili kukamilisha hiyo cycle. Na kama hiyo cycle itakamilishwa namna hiyo, huyo wa saba akikamilishwa kwa namna fulani, mambo yatakuwa mabaya sana. O, tuna, tunamwomba Mungu Baba aingilie kati. Hebu tuanze kuomba, na ukumbuke, tunaombea mikoa yote, tunaombea taifa zima. Tunapoomba tunasisitiza msalaba wa Kristo, tunasisitiza tunasisitiza damu ya Yesu. Hapa naomba ukumbuke, tunaikiri damu ya Yesu mpaka Tanzania nzima ionekane iko kwenye bwawa la damu ya Yesu, kila mkoa, kuanzia kule kanda ya ziwa mpaka kule kusini kuanzia huku Kigoma mpaka huku Pwani, kote kuonekana, mpaka Unguja na Pemba kote kuonekana kumelo, kumeloa damu ya Yesu. Tunaikiri damu ya Yesu mpaka masikio ya kuzimu ya washe, ya ume na ya zibe, kwa jina la Yesu. Baba, tunakuja kwako tena, mimi pamoja na mwenzangu huyu tunakuja kulitukuza sana jina la Yesu. Tunakuja kutukuza sana sadaka ambayo Mungu Baba umeitoa sadaka ya Yesu Kristo, umemtoa mwanao wa pekee, umemtoa akachinjwa, akachinjwa. akachinjwa. Yesu amechinjwa na damu yake imetoka. Yesu amepigwa mijeredi na damu yake imetoka katika jina la Yesu. Yesu amechomwa misumari, Yesu amevikwa taji ya miiba, Yesu ameomba paka jasho la damu limetoka, Yesu amekanyaga chini na kuchomwa misumari na miguuni pamoja na kuchomwa na mawe miguuni kwa sababu ya kutembea. Yesu amechomwa kwenye ubavu. Baba, tunapokuja kwako ninamkiri Yesu, ile damu ya miaka elfu mbili iliyomwagika ninaikiri leo, dakika hii, muda huu, katika majira haya, katika Tanzania, ninaomba hiyo damu yako Yesu Kristo, naomba hiyo damu yako Yesu Kristo ambayo haina expiry date ambayo haiwezi kuexpire ambayo huwezi kuexpire. Kwa nini? Kwa sababu wewe bado unaishi, wewe umefufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo unatetea damu yako, unaikiri damu yako, naomba ule mwangwi wa ile damu, naomba zile nguvu za hiyo damu, naomba ule uwezo wa hiyo damu, naomba ile mamlaka ya ile damu iliyoonekana miaka elfu mbili ionekane sasa katika Tanzania, ionekane sasa katika Arusha, hiyo damu ionekane sasa katika Kilimanjaro, katika Manyara, katika Tanga, katika Pwani, katika Dar es Salaam, katika Lindi, katika Mtwara, katika Ruvuma, katika Rukwa, katika katika Njombe katika Iringa katika Mbeya katika Songwe katika Katavi katika Simiu katika Kigoma katika Mara katika Kagera katika Mwanza katika Tabora katika Singida katika Tabora katika Singida katika Dodoma katika Morogoro katika Unguja katika Pemba katika bahari ya Hindi ziwa Victoria ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa katika mto mto Ruvuma katika jina la damu Yesu, katika mto Malagarasi, mto Wami, mto Ruaha, mto Pangani, mto Kagera katika jina la damu Yesu, kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, mlima Meru, mlima Hanang, mlima Rungwe na milima mingine yote iliyoko Tanzania, katika bonde la Ufa lililoko upande wa mashariki na upande wa magharibi na kusini, katika jina la damu Yesu, katika nyika, katika miji Baba, na katika maeneo yote, damu ya Yesu ionekane na mwagika huko kote, ile damu iliyomwagika kama jasho ambalo ulisema kwa jasho la uso wako utakula. Watanzania wamekuwa wanafanya kazi katika mazingira magumu baba, ninakuja kwako kwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, hayo mazingira magumu nataka yaondolewe, hayo mazingira magumu nataka yaondolewe kwa watanzania wanaoteseka katika kilimo, katika uvuvi. Baba, ninaomba haki yako ikatutetee, katika jina Yesu. Wakulima wengine wanalima kwa mikono, mikono yao imekakamaa kwa sababu ya kushika jembe, na wengine wanateseka katika kuuza mazao yao, na wengine wanauza kwa bei ya, ya, ya, ya chini sana, baba nakuja kwako taabu ya watu wako haifanani na kujitoa kwao. Wengine wanalima mazao mbalimbali mbali, wanalima nyanya, wanalima vitunguu, lakini bei zinapangwa za namna ya kuwatesa. Ninaomba lile jasho la damu ya Yesu likalete fidia kwa wakulima na wafugaji na, na, na wengine wote wanaofanya kazi hizo na wavuvi wanaoteseka wakati wa mchana, katika jina kwa damu ya Yesu na usiku, ninakuja kwako, ninaomba hiyo damu yako Yesu ulioimwaga kama jasho, ile damu ikapate kuleta wepesi kwa Watanzania wanao katika taifa hili wako wanaokula hawajui hata jembe, hawajui hata inafanyikaje, hawajawahi kusubiri mmea, mpaka ukue, mpaka ukomae, mpaka wauvune. Wengine hawajui, wanakaa tu kwa starehe, wanatoa dictation tu kwamba fanya hivi fanya hivi fanya hivi, wanainua mikono, wanagawana kila kitu wanachoweza kukifikia. Mungu Baba, nakuja kwako, ninaomba ile damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyotoka kwenye uso wake, damu ya Yesu inayotoka kwenye uso wake hata dakika hii, damu ya Yesu inayomwagika dakika hii, ninaitafuta hiyo damu ninaikiri hiyo damu ninaitaka hiyo damu iliyoko katika kikombo, kikombe cha mkono wako wa kuume Mungu Baba, kwa sababu Yesu alikupa damu kwenye mkono wake wako wa kuume, na wewe ukampa kile kitabu kwenye Ufunuo tano katika jina la Yesu. Ulipokea damu yake ukampa kitabu ambacho ndani yake kimeandikwa hukumu, ndani yake kimeandikwa sheria kali, ndani yake kimeandikwa mauaji. Yesu amechukua hicho kitabu kiko mkononi mwake, na wewe Mungu Baba umechukua hiyo damu. Naomba hiyo damu aliyoimwaga Yesu kama jasho ikapate matatizo tuliyo nayo katika taifa letu, kwenye lango la siasa, kwenye lango la dini, kwenye lango la majeshi, kwenye lango la uchumi, kwenye lango la biashara, kwenye lango la elimu, kwenye lango la sayansi na teknolojia, kwenye malango mbalimbali ya kijamii, ustawi wa jamii. Baba, ninakuja kwako katika jina, kwa damu ya Yesu, ile damu iliyotoka usoni kwa Yesu, ninaikiri sasa kwenye ardhi ya Tanzania, kwenye ardhi ya Tanzania, kwenye ardhi ya Tanzania, kwenye ardhi ya Tanzania, Tanzania. Na kanyaga katika Tanzania, mikoa yote, na kanyaga kwa mikoa yangu kama ambavyo nilikanyaga wakati ule nilipozungukia Tanzania nzima, Unguja mnaPemba, nikamaliza, naomba Bwana Yesu pia, kwenye ardhi hii, na kama nilivyokodi zile boti, na kuingia katika ziwa Nyasa, na kuingia katika ziwa Tanganyika, na kuingia katika ziwa Victoria na kuingia katika bahari ya Hindi kati ya Dar es Salaam na Unguja, na kati ya Unguja, na Pemba, hayo maeneo yote, Bwana Yesu, niliomba usiku na mchana, kwa ajili ya Tanzania hii, ninaomba sasa ndiyo majira ulioniahidi, haya ndiyo majira ulioniahidi ya kwamba Mungu Baba utajifunua katika Tanzania. Uliniahidi mwaka elfu mbili na saba ya kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kuelekea mwaka elfu mbili na ishirini na sita we Mungu Baba utajifunua. Ninakuja kwako katika jina Yesu, naomba lile jasho la damu ya Yesu lionekane kila mahali kwenye taifa hili, lile jasho la damu ya Yesu tunaloliamini likaonekane katika taifa hili. Ninaomba Bwana Yesu, ile taji ya miiba, ile damu iliyotoka kwa sababu ya taji ya miiba kichwani kwa Yesu, naomba ile miiba aliyovikwa Yesu ikalete damu katika taifa hili, miiba yote ambayo watu wanaipitia katika taifa hili, hiyo miiba ikapate kuondolewa. Ninamwaga damu ya Yesu iliyomwagika kwa sababu ya taji ya miiba, hiyo damu ninaimwaga kwenye mifumo yote, kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye siasa, kwenye imani, katika dini katika majeshi na kwenye sekta mbalimbali za taifa hili kwenye afya kwenye elimu kila mahali, ninaikiri hiyo damu iliyomwagika kwa sababu ya taji ya miiba. Taji ya miiba aliyovikwa Yesu ni taji ya fedheha, ni taji ya mateso, ni taji ya stress, ni taji ya msongo wa mawazo. Baba, ninakuomba kwa ajili ya jina lako mwenyewe na kwa ajili ya utukufu wako, hiyo damu imwagike kwenye kila mkoa, imwagike kwenye kila kitongoji, imwagike kwenye kila wilaya, kwenye kila kata, kwenye kila tarafa, mpaka kwenye serikali kuu na tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba hiyo damu na ile damu nyingine iliyotoka mwilini mwa Yesu alipopigwa mwili mzima, alipopigwa mijeledi, damu ikamwagika, ikamwagika kwenye ardhi, ulipiga ule mwili wa Yesu ulioumbwa kwa mavumbi. Watanzania wengi wamepigika, wamepigwa, wamepigwa kila mahali. Baba, ninakuja kwako katika jina Yesu, ninaomba ile damu iliyotoka mwilini mwa Yesu inayotoka mwilini mwa Yesu hata dakika hii ikalete suluhisho kwenye miili wa wa ya Watanzania kwenye miili ya Watanzania wanaosota wanaosota wanaosota wanaosota, ile mijeredi ilete majibu, ile mijeredi ilete majibu katika jina Yesu. Na mavumbi ya Tanzania yaliyomeza damu za watu wasiokuwa na hatia mavumbi ya Tanzania yaliyomeza watu wasio na hatia ikatapike, ardhi ya Tanzania itapike damu zote ambazo sio sio halali kuwepo hapo. Ulimwambia Kaini damu ya ndugu yako inanilia kutoka kwenye ardhi. Napatana na hizo damu zilizomwagika kwenye ardhi ziendelee kupiga kelele mbele zako Mungu Baba, nataka majibu yanayotoka madhabuni kwako. Katika jina Yesu, damu ya Yesu iliyomwagika mwilini mwake ninaikiri kwenye Tanzania hii ninaikiri kwenye Tanzania hii. Maonevu yote aliyoonewa Yesu, ile damu ionekane kwenye ardhi hii, katika jina Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, nakuja kwa ile damu iliyotoka kwenye mkono wa kuume wa Yesu kwa sababu ya msumari na mkono wake wa kushoto kwa sababu ya msumari, ninaiita hiyo damu, kazi ya mikono ya watu wako. Ninaomba usafi wa mikono ya watu wako, na mikono yote ambayo imetumika kufanya ubaya, mikono yote ambayo imehusika katika ubaya, hiyo mikono yote naitangazia adhabu, naitangazia adhabu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba ile damu ya kwenye miguu ya Yesu alikuwa na kanyaga na kwenda huku, wako Watanzania wanahangaika, wanaamka asubuhi hawana chakula, wanakwenda kutafuta chakula, wanarudi hawana kitu, watoto wanawasubiri nyumbani, hawanatoka hawana chakula, wanarudi hawana chakula. Na Tanzania iko katikati ya utajiri mkubwa wa maziwa, maziwa makubwa matatu yote yamezunguka taifa hili, lakini watu wanakosa chakula, watu wanakosa mwelekeo katika taifa ambalo linatakiwa kuwa kama bustani ya Eden lakini hakuna maendeleo hakuna chochote, lakini watu wanasubiria mvua. Baba, ninakuja kwako, naomba utusaidie Bwana. Tumekaa katika ujinga kwa muda mrefu, tumekaa katika upumbavu kwa muda mrefu, tunaomba msaada wa kwako, ile damu ya kuhangaishwa kwa Yesu toka Getsemani pale bustanini, akaenda mpaka kwa wakuu wa makuhani, akatoka kwa wakuu wa makuhani akaenda akaenda kwa Pilato, anatoka anatoka kwa Pilato, kwa kwa anahangaishwa tu, akaenda kwa Herode, anatoka kwa Herode, anarudi kwa Pilato, anatoka kwa Pilato, anaenda Gorigota. Baba ninakuja kwako, ninaomba mahangaiko ya Watanzania kama Yesu alivyohangaishwa. Haki yako iko kwa fulani, haki yako iko kwa fulani, haki yako iko kwa fulani, ndivyo ambavyo Watanzania wamehangaishwa katika haki zao. Ninakuja kwako katika jina kwa Yesu, naomba ile damu aliyoimwaga Yesu iwe halisi sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Lakini pamoja na hayo bado Yesu akafa, akauawa, akafa, akauawa uh. Alipokufa wakamchoma mkuki ubavuni. Baba, ninakuja mbele zako, wakati Adamu amelala, Adamu amelala ulitoa ubavu wake ukamuumba Hawa, uliumba ndoa. Katika Tanzania hii kuna ndoa mbalimbali zimevurugika, kuna familia mbalimbali zimevurugika, vijana wamevurugikiwa, wasichana hawajui wataolewa na nani, tamuoa nani? Baba, ninakuja kwako, kuna confusion, confusion, confusion. Katika Tanzania hatuna mwelekeo, tunaishi kiholela, tunaishi kwa kutangatanga, tunaishi kwa kuaibishwa, tunaishi kwa kuaibika, tumeshindwa kuweka mifumo ambayo ndani yake ina haki mekuwa na viongozi wengine ambao ni wabinafsi, wengine wamekuwa na hila, wengine wamekuwa na mambo yao. Baba, ninakuja kwako, naomba ile damu na maji aliyotoka kwenye ubavu wa Yesu yaonekane yanamiminika katika nchi hii nzima, katika jina Yesu, Yesu, na kwa damu ya Yesu. Naomba utakaso. Naomba utakaso. Naomba utakaso wa hili taifa, naomba utakaso wa watu wako, naomba utakaso wa jina lako, litakase jina lako, Mungu Baba Mwenyezi, Tanzania naomba ulitakase jina lako, umesema wewe ni mtakatifu Naomba uwe mtakatifu katika Tanzania, naomba uwe mtakatifu katika Tanzania. Ulimwambia Daudi, umelifanya jina langu litukanwe. Mungu Baba, hata hapa Tanzania jina lako linatukanwa, jina lako linatukanwa, jina lako linatukanwa, jina lako linadharauliwa. Wanasema yuko wapi huyo Mungu? Yuko wapi huyo Mungu? Yuko wapi huyo Mungu? Hakuna Mungu yoyote. Baba, nakuja kwako na kuomba wewe, Baba. Naomba ulitakase jina lako, naomba ulioshe jina lako, naomba ujitenganishe na uovu huu, naomba ulitenge jina lako na uovu huu, uwatenge watu wako na uovu huu. Baba, tunalileta hili taifa, tunakushukuru wewe, wewe ni mwema. Ninapokuja mbele zako kuomba na wenzangu hawa, ninaomba kwa ajili ya mkoa wangu huu niliopo, mkoa wa Arusha, ninaomba kwa ajili ya mkoa wa Kilimanjaro pia, ninaomba kwa ajili ya mkoa wa Manyara, ninaomba kwa ajili ya mkoa wa Tanga, ninaomba mkoa kwa ajili ya mkoa wa Pwani na kwa ajili ya mkoa wa Dar es Salaam pale ambapo nilizaliwa lakini pia naomba kwa ajili ya mkoa wa Lindi na ule mkoa wa Mtwara. Ninaomba kwa ajili ya mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Rukwa. Ninaomba kwa ajili ya mkoa wa Iringa na mkoa wa Njombe. Naomba kwa ajili ya mkoa wa Mbeya babangu alikotoka na mamangu. Naomba kwa ajili ya mkoa wa Songwe. Naomba kwa ajili ya mkoa wa Katavi. Naomba kwa ajili ya mkoa wa Simiyu. Naomba mkoa kwa ajili ya mkoa wa Kigoma. Naomba kwa ajili ya mkoa wa Mara na mkoa wa Mwanza na mkoa wa Kagera. Naomba kwa ajili ya mkoa wa Geita. Naomba kwa ajili ya mkoa wa Shinyanga naomba kwa ajili ya mkoa wa Tabora. Naomba kwa ajili ya mkoa wa wa- Singida na mkoa wa Dodoma na mkoa wa Morogoro. Naomba kwa ajili ya Unguja. Naomba kwa ajili ya Pemba naomba kwaji ya bahari ya Hindi, naomba kwajiya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Ninaomba kwaji ya eneo lote la Tanzania lifunikwe na damu ya Yesu, lifunikwe na damu ya Yesu. Nainua msalaba wa Yesu juu ya Tanzania. Naomba hiyo damu hiyo inamwagika kutoka kwenye msalaba wa Yesu itililike, itengeneze bwawa, itengeneze ziwa, itengeneze bahari juu ya Tanzania. Wote wanaoiangalia Tanzania kutokea juu waone damu ya Yesu inayolia haki na amani, inayolia haki na amani, inayolia haki na hukumu, katika jina Yesu. Damu ya Yesu inawakilisha matendo yote aliyoyafanya Yesu, inawakilisha mawazo yote aliyoyawaza Mungu Baba, inawakilisha maneno yote aliyoyanena Mungu Baba. Baba, tunakushukuru wewe, ni mwema. Naomba uingilie kati taifa hili katika majira haya, ingilia kati siasa hizi, ingilia kati uchaguzi huu, ingilia kati kila kitu kinachofanywa sasa, hii confusion iliyopo, naomba baba uingilie kati. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, unaitwa Mungu Bwana wa majeshi. Sante Baba, ninaomba wabariki watu wako wote ambao tunashirikiana katika maombi haya. Ninaomba utubariki sote, kwa utukufu wa jina la Yesu, tunaomba na kushukuru, Amen. Wapendwa wana wa Mungu, kama unataka kuwasiliana na mimi basi utatumia simu namba sifuri saba sita nane mbili moja moja saba nane tano sifuri saba sita nane mbili moja moja saba nane tano lakini pia sifuri sita tisa mbili nane tisa tatu mbili tisa nne Hiyo ni Airtel: sifuri sita tisa mbili nane tisa tatu 294 kama inavyoonekana kwenye skrini. Jina langu naitwa Christian Mwabukusi wa Huduma ya Madhabahu ya Kristo. Mungu akubariki sana.